Leo tutaenda kujifunza ni namna gani ya kukaa na ufalme wa Mungu. Ni namna gani ya kukaa na ufalme wa Mungu. Tulijifunza nini maana ufalme wa Mungu? Tukasema ni mahali ambapo Mwenyezi Mungu anatawala, ambapo tunajua kabisa. Mwenyezi Mungu yuko mbinguni. Mwenyezi Mungu yuko mbinguni na maana anatawala viumbe vyote vilivyopo mbinguni. Hivyo katika duniani Mwenyezi Mungu anakaa wapi? Tukajua kwamba Mwenyezi Mungu katika dunia anakaa katika miili yetu. Hivyo akai mahali ambapo sisi tumepafanya kwa mikono yetu, bali anakaa pale ambapo amepafanya kwa mikono yake. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo Mwenyezi Mungu amechagua kwamba akae ndani ya mwanadamu. Na mwanadamu ni yupi? Ni yule ambaye amekwisha kulikili jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai na kubatizwa na kufuata amri zake. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tunaenda kuangalia ni namna gani ya kuishi na ufalme wa Mungu pale ambapo ufalme wa Mungu unakuwa ndani yetu. Jambo la kwanza ni utakatifu. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunajua kwamba aliye ndani yetu ni Mungu mwenyewe muumba mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe tena. Na pia tunajua kabisa Mungu ni mtakatifu na Mungu ndiye mwenye mema. Hivyo Mwenyezi Mungu atendi dhambi. Hivyo kama Mwenyezi Mungu atendi dhambi na wala aendi katika maovu na wala akusukumi katika kutenda maovu bali mema, ni lazima na wewe uende katika hayo. Yaani kwamba uikwepe dhambi. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo katika upande huu unyenyekevu unatakiwa sana, roho iliyopondeka kuisikia sana sauti ya Mungu, kunatakiwa yale marekezo yote ambayo Mwenyezi Mungu anakuambia wewe uyafanye lazima uyazingatie. Unasema kwamba lazima uwe mtakatifu kwa sababu Mwenyezi Mungu ambaye uko ndani yako ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe tena. Tukisoma katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa kumi na sita kinasema kwamba kwa maana kwa imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo lazima lazima tunyenyekee sana, ili tuweze kupata huo utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Tena jambo jingine ni kutafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Bwana Yesu asifiwe tena. Yaani, usiruhusu makwazo ya namna yoyote, au usiruhusu mtu yoyote akukwaza unapokuwa ndani ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa sababu makwazo yanaleta mvurugano. Akileta mvurugano pale ambapo unakuwa umevurugwa, amani inapotea. Ina maana amani ikipotea, ndugu yangu, unakuwa umefungua mlango wa adui. Ina maana Mungu ambacho yeye anakifanya huwa anapisha, kwa sababu Mungu akai mahali pachafu. Mungu anataka mahali palipo patakatifu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo katika kitabu cha Ibrania sura ya kumi na mbili mstari wa kumi na nne kimeeleza kwamba tutafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao ambao mtu hatamuona Bwana pasipo na huo utakatifu. hivyo huyo ambaye anakuwa na kuvurugia amani, ndugu yangu, fanya juu chini uishi na amani ya Yesu Kristo. Hivyo pale ambapo unavurugwa wewe, sogea kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe tena. Jambo lingine, jambo lingine, namna ya kuishi katika ufalme wa Mungu, jambo jingine ni imani. Bwana Yesu asifiwe tena tunasema kwamba katika kitabu cha Ibrania sura ya kumi na moja mstari wa kwanza na wa pili unasema kwamba, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hayo wazee wetu walishuhudiwa. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tunasema kwamba kwa yoyote ambaye anaenda katika Mungu lazima aamini, na kwa yoyote ambaye amekusha kumpokea Yesu Kristo ambaye ni Mungu lazima awe na imani kwamba kila kitu ambacho anakiomba Mwenyezi Mungu lazima atakifanya, na pia ajue kabisa pale ambapo anakwisha kumuomba Mungu, ajue kabisa Mwenyezi Mungu anasikia. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo Mwenyezi Mungu anasema wazee wetu walishuhudiwa. Wazee wetu hapo wanaozungumziwa ni wakina nani? Kuna baba wa imani ambaye ni Ibrahim, ambaye yeye alijenga imani alipoitwa akatoka mahali pake akaenda mahali pengine, pia akabarikiwa na uzao wake ukabarikiwa. Bwana Yesu wasifiwe. Tena hivyo hivyo baba imani Ibrahimu yeye hakusita alipoisikia sauti ya Bwana, yeye aliifuata sauti ya Bwana paka mpaka pale ambapo alikuja akafanikisha mambo yote, yaani kuanzia ujana mpaka uzee, yeye alifuata sauti ya Bwana na wema wa Mungu ulikuwa juu yake. Bwana Yesu wasifiwe tena hivyo. Mzee mwingine ambaye ambaye alishuhudiwa katika imani ni nu nu, alijenga safina pasipo mvua. Ina maana aliamini Mungu sio muongo, kama amekwisha kusema lazima atatimiza. Bwana Yesu wasifiwe tena hivyo. Pale ambapo ufalme wa Mungu unakuwa ndani yako, ndugu yangu, amini lolote ambalo unaliomba ukiamini Ujue kabisa, ujue kabisa, ukiomba kwa imani tayari umekwisha kulipokea, na usiende katika kusita. Bwana Yesu asifiwe tena hivyo, katika imani kipo kipimo, katika imani kipo kipimo. Maana harisi kipimo hicho kipo namna hii: jinsi unavyoomba imani yako inavyoamini, ndivyo ambavyo unapokea. Ukiomba moyo wako ukiwa haujapokea kikubwa, ina maana utaenda katika hicho ambacho umekwisha kukiomba. Ina maana ndani yako ndugu yangu, inatakiwa uombe Mungu akujengee imani kubwa. Bwana Yesu asifiwe tena. Yaani, kwamba popote ambapo unaomba katika roho Mtakatifu, huwe unaomba katika imani iliyo kamili, kwa sababu tunajua kabisa Mungu ni mkuu wa mambo yote. Hivyo pale ambapo unaomba usimwombe Mungu kama mwanadamu, bali muombe Mungu kama Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tena kitabu cha Marko sura ya nne mstari wa ishirini na nne kinasema kwamba akamwambia, angalieni, angalieni msikialo, kipimo kipimo kile mkipimacho ndicho mtakachopimiwa, na tena mtazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo amekusha kutukumbusha hapa kile kipimo, kipimo kile tupimacho ndicho hicho ambacho tutakipokea hivyo basi, hapa tunakwisha kuangalia pale ambapo tunakuwa tunamuomba Mwenyezi Mungu, inatakiwa tumuombe katika imani iliyo kamili, na imani iliyo kamili ni imani ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ina maana pale ambapo mtu anakuwa anaomba anakuwa anauhakika na mambo yatarajiwayo, kwamba hayo mambo yote atayapata, kama imani ambavyo inakwisha kusema. Bwana Yesu asifiwe! tena namna ya kuishi katika ufalme wa Mungu. Jambo lingine ondoa kusita sita. Bwana Yesu wasifiwe tena. Pale ambapo unakuwa ukimuomba Mungu, ondoa kusita sita. Kwa sababu gani? Kusita sita ni roho ya adui kusita. Kusita sita kunaleta shaka, mwisho kuna kuna kunazamisha imani ya mwanadamu. Tunaangalia Petro, pale ambapo aliambiwa tembee juu ya maji alitembea lakini, aliposikia mawimbi na upepo alisita sita. Hivyo aliposita sita akazama. Alipoita Yesu akamuokoa. Hivyo hapa tunaangalia pale ambapo unakuwa umejenga imani, yapo mambo mengi sana ambayo yanakuwa yanatokea. Kuna maneno ya watu hawa, watakuambia hicho ambacho unakifanya kiwezi kutokea, hawa watakukatisha tamaa, hawa wataongea hichi, hawa wataongea hichi. Hayo ni mawimbi na upepo, ndugu yangu, kwa hiyo Chunga sana usichukuliwe na uo upepo. Bwana Yesu asifiwe tena. Kitabu cha Ebrania sura ya kumi mstari wa thelathini na tisa kinasema kwamba lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo katika imani hatupo, hatupo miongoni mwa wale ambao wanapotea na upepo, lakini tupo miongoni mwa wale mwa wale walio na imani ya kutuokoa roho zetu, na maana tumejengewa imani katika misingi ya mitume na manabii. Bwana Yesu asifiwe tena. Jambo lingine, ili ufalme wa Mungu kae ndani yetu, jambo la kwanza ni lazima usiwe mwoga, ni lazima usiwe mwoga, usiwe mwoga au hofu, usiwe muoga au usiwe na hofu. Bwana Yesu asifiwe tena. Tumekwisha kuangalia hofu, imekwisha kuwadidimiza watu wengi sana, kwa sababu hofu ni adui. Bwana Yesu asifiwe tena. Kitabu cha cha Yoshua sura ya kwanza mstari wa tisa kinasema kwamba je, si mimi niliyekuamuru uwe uwe hodari na moyo wa ushujaa, kwa kuwa Bwana Mungu wako yupo pamoja nawe kila uendako. Bwana Yesu asifiwe tena. Ina maana kila kona ambako wewe unaenda, kila kona ambako wewe unaenda, Mwenyezi Mungu yuko hapo, hivyo usiweke hofu pale ambapo unakuwa, unakuwa ufalme wa Mungu ndani yako. Tunajua kuna mambo mengi sana ambayo huwa yanafunuliwa katika ulimwengu wa roho. Jambo la kwanza, ili usiweze kurudi nyuma, ni lazima usiwe na hofu. Kuna mambo ambayo Mwenyezi Mungu ambaye anaweza akayafunua ambayo ni magumu sana, usiweke hofu kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu kama amekwisha kuyafunua mrudie yeye. Kwa sababu gani? Ukimrudia yeye atakufundisha namna ya kusimama na atakufundisha namna ya kushinda hivyo vita. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo usitikisike, usitikisike hata uone wachawi wanapita vipi, usiweke hofu. Ukiona hivyo ujue Mwenyezi Mungu amekwisha kuwafunua na kuonyesha maungo yao, hivyo Mwenyezi Mungu yupo hapo ili kukutetea, hivyo usiwe muoga. Ukiwa muoga, ina maana tayari umesha kwisha kuruhusu hofu ikutawale, na tunajua kabisa hofu ni adui mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Tena namna ya kuishi katika ufalme, namna ya kuishi na ufalme wa Mungu. Jambo jingine mwite Bwana, mwite Bwana katika yale mambo yote magumu ambayo unakuwa unayapitia, ndugu yangu Usimwite mwanadamu au usikiite kiumbe chochote, mwite Bwana. Hivyo yapo magumu tusio ya jua ambao Mwenyezi Mungu ana, ana, ana, anakwisha kumwonyesha mwanadamu pale ambapo anakuwa amemuita. Hivyo usikae kimya. Mwenyezi Mungu anasema katika kitabu cha Yeremia sura thelathini na tatu mstari wa tatu kwamba niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usio ya jua. Bwana Yesu wasifiwe. Tena hivyo, yapo mambo mengi magumu. Kuna muda mwingine kwa rehema za Mungu na huruma ana, anaweza akakufunulia jambo ambalo kaliona kasema hivi, haya mambo kumbe yapo katika dunia hii. Ina maana Mwenyezi Mungu anataka umwite, yapo makubwa zaidi ya hayo uyaonayo. Hivyo usisimame hapo ulipo, yapo mambo mengi makubwa zaidi ya hayo ambayo umeisha kwisha kuyaona. Bwana Yesu wasifiwe. Tena baada ya kusema hayo Sina mengi zaidi zaidi ya kusema Mwenyezi Mungu awalinde wote.